Karibu sana karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi. Leo nakuletea mada inayosema: mpenzi aliyechelewa kujirekebisha akakukuta humtaki tena kabisa. Bwana asifiwe. <laughs> Wapendwa katika Bwana, kuna mambo mengi yanayotokea kwenye mahusiano ya ndoa ambayo yanaweza kuleta maangamizi ya mahusiano na kuna makosa ambayo unayafanya ambayo wewe unayaona kama ni kawaida au ni madogo sana, lakini mwenzio anayapa uzito mkubwa sana. Katika tafiti ya mada hii, dada moja akasema kwamba ni afadhali kama ingekuwa ni uzinzi, ingeweza kumwacha kirahisi, sawa, ningeweza kumwacha kirahisi, lakini miaka mitano yote imevumilia ikifikia tabadilika, lakini sasa hivi naona ameanza kubadilika kuwa mzuri, sawa, lakini moyo wangu bado haujamkubali. Hebu sikilize kesi hii hapa uweze kuona jinsi gani yale ambayo unaona kwamba unayapuuzia, unaona kwamba ni ajabu, hujui mwenzio anayapa uzito kiasi gani. Sikiliza kesi ya Yudana anasema: Dokta, naomba msaada wako, niko ndani ya ndoa miaka nane, nimejikuta sasa hivi na mkasirikia mume wangu ovyoovyo ovyo. Japokuwa anayoyafanya ni mazuri. Ni hivi, mume wangu ameniumiza sana miaka ya nyuma. Nimesema hadi nikachoka, nikaona nikae kimya. Sasa hivi sijui kimemkuta kitu gani huko nje, amekuwa anaonyesha mapenzi mazuri sana, mambo ambayo nilikuwa nahitaji sana kipindi hicho cha nyuma. Najisikia vibaya sasa hivi anapofanya niliyokuwa natamani ayafanye huko nyuma, lakini sasa hivi siyaoni umuhimu wake tena. Sijui nifanyeje hisia zangu zirudi kwake na nimuone kama vile mwanzo, dokta. Najisikia vibaya kweli kweli. Anajitahidi, nilikuwa namwambia huko nyuma ninayoyapenda atafanya siku mbili au wiki, alafu anarudia pale pale. Sasa naona hata haya anayoyafanya, japokuwa ni mwezi wa nne, anaendelea kufanya mambo mazuri na anajitahidi sana, lakini naona kama vile na yenyewe ni feki. Nisaidie dokta. Hii ni kliniki ya afya ya mapenzi. Wapendwa katika Bwana, moyo wa mwanadamu kuna mambo mengi sana ambayo yanaingia. Kuna mengine yanaingia alafu yanapotezewa yanatupa, lakini kuna mengine yanaingia alafu yanakaa mpaka yanaanza kuota kutu. <laughs> Sasa yale ambayo yameanza kuota kutu, unapoanza kubadilika wewe uwe mzuri, mwili sio tayari. Kuna sehemu fulani ya chumba katika moyo wake kimeota kutu chote, na hakuna msasa wa kupiga hiyo kutu kwenye moyo wake <laughs> iondoke. Hebu fikiria. Huyu ni mwanaume aliyeagiza video za kumnogesha mwanamke wiki mbili zilizopita. Jana anataka nimtumie video za mwanamke kumwandaa mwanaume. Maana yake nini? Hebu unafikia kwenye akili huyu mwanaume kimeingia kitu gani? Nimemtumia video zile, ameona jinsi gani mke wake anafurahia anayofanyia mambo mapya, tofauti na yale ya zamani. Ameona mke wake anayofurahia mpaka anasifiwa. Unaona, sasa hivi ananiambia, bwana daktari, nataka nikulipe, unitupie, unitumie za upande wa pili, nikulipe shilingi elfu kumi. Nikamwambia tuma, nikamtumia. Lakini katika akili zangu nikafikiria kwamba kuna mambo ambayo anajua yatamletea utamu, lakini mke wake hayajui. Sasa kwa maneno mengine, kwa kwa miaka yote hiyo ya ndoa yao ya miaka sijui mitano au sita, sijui sijamuuliza, si, si, miaka mingapi kuna vitu ambavyo alikuwa na vihitaji kutoka kwa mke wake lakini alikuwa havipati. Sasa yeye amepata shule, anaona na mke wake naye apata shule. Nimeona ni mtu mzuri. Kwa hiyo kuna mtu anaboreka na wewe kwa jinsi za unavyoongea au kwa jinsi unavyomkolomea. Yani dada mmoja akasemaje, dokta? Yani, yani mume wangu anaweza akanikoromea kwa jambo la kijinga kabisa akanikoromea, akanifokea kweli kwa jambo la kijinga kabisa. Sasa hivi nataka kumwacha, ndo ananibembeleza nisiondoke. <laughs> No, nataka kumwacha, ananibembeleza nisiondoke. Mimi nishachoka tayari, moyo umeota kutu. Naweza kuona jinsi gani hasa anauliza kwa nini haya asibadilike toka mwenye, kwa mwenyewe? Alikuwa alikuwa anafanya alikuwa anaona ni mazuri. Kwa nini sasa hivi ndo ameona umuhimu kubadilika? Baada ya kutaka kundao, nataka nikuache. Na na nataka niondoke mimi, niende kwetu. Hm? Hebu fikiria huyu mama, sawa? Mume wake anachelewa kurudi nyumbani. Amesema amesema amechoka, anakuja nyumbani tena, anaongea na wanawake aliyokuwa anafanya nao mapenzi nyumbani mbele ya mke wake, mtoto anaumwa Kumwambia, njoo, kumwambia, anaenda kumwambia mtoto anaumwa, njoo, anakuja, anamwangalia, anaenda chumbani chake, hasemi kitu. Sasa mpaka saa saba usiku mtoto analia mwanamke tena, anamwambia tena, hivi mnyonyeshe, anakimbilia kazini so, anaumwa, hataki kunyonya mtoto, unaweza kuona jinsi gani unamotesha kutu wenye moyo wa mke wako au wa mume wako bila kujua no. Sasa ha haya mambo yanatokea kwenye uhusiano kiasi ambacho hata unapobadilika inafikia hatua mtu anasema sasa, huyu mtu anabadilika sasa. Mimi bwana sijabadilika <laughs> Huyu mbona? sawa? Asa, mimi niko vilevile sijabadilika, yeye, yeah, amebadilika na kuanza kusema vizuri vizuri na mimi hanikoromei kama zamani Yani tukani kama zamani, kurudi achelewe, kurudi amebadilika, asema mimi sijabadilika. Sasa kama mimi sijabadilika, yeye amebadilika <laughs> ni, ni vile sijabadilika. yes, amebadilika kisha badilike mimi niko vile vile. Anabadilika, anataka kuwa mzuri kwangu, lakini mimi sijabadilika. Sasa mtihani unakuja. Wataalamu wamesema hivi, Unapompa mtu kitu ambacho hakipendi, hata ungemjazia mamilioni na mamilioni na mamilioni, kwa sababu akitaki kile kitu hawezi akakithamini. Unampa kitu, unampa mtu kitu ambacho hakitaki, takithamini vipi? Unaweza kuona jinsi gani lilivyo ngumu, eh? Naona. Yaani kwa mfano wewe upendi chai ya maziwa, lakini mtu bado anakuletea chai ya maziwa, anakuletea tu chai ya maziwa. Utamthamini kwa sababu anakuletea chai ya maziwa? Unataka bia, unataka <laughs> Serengeti laga, yeye anakuletea chai ya maziwa maziwa. Una. <laughs> Haleluya. Utamsamini kwa sababu amekuletea maziwa. Wewe maziwa hutaki. Unataka bia, unataka chocolate, yeye anakuletea apple. Atakataa apple lolizima, unachotaka ni chocolate. Atataketa lori nzima utatosheka nacho. Unataka tu chokoleti, kwa sababu ni Msabato. Unasema sijui apple ni zambi, kula chokoleti ni zambi, sijui nini, kwa sababu ni Msabato, chokoleti ni zambi. Unaweza kuona hii hasa. Wewe anasema mimi sijabadilika, yeye amebadilika. Sawa, kule anafanyia mambo mazuri ambayo alikuwa anatamani anifanyie huku nyuma, lakini sasa mimi moyo wangu tayari umesha. Utakupwa nani? Sijui hapo sasa gani utumie. Ha, hebu sikiliza story nyingine hii. Mimi mwanamke keshazalishwa watoto wawili. Oh, kesha zalishwa watoto wawili, wanaume wote wamemzalisha wakamwacha, sasa inawezekana huko nyuma niliacha na wanaume walionizalisha kwa sababu sijui jinsi ya kumnogesha mwanaume, naomba nitumie hizo video. Nikamuuliza, wewe ni Muislamu? Akasema ndio, ni Muislamu. Kwa hiyo nataka kuwa mke wa pili? Akasema eh ndio. Kwa hiyo kwa wanaume wengine hapa nawaambia wanawake nyinyi ambao mnaona kwamba mko sawa utafutiwa mwanamke wa pili. Sasa bila kujali wewe <tort> ni Muislamu au Mkristo, utafutiwa mwanamke wa pili wanaita nyumba ndogo. Haleluya, wanaita nyumba ndogo, utafutiwa nyumba ndogo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo. Sasa ikifikia hatua mwenzio anaona mabaya uliyomfanyia yana kilo nyingi mno kuliko yale mazuri unayoyafanya. Anapata shida sana kukupenda tena. Anapata shida sana. Yani, mabaya uliyofanyia ila kilo nyingi sana, kama ni mizani imeanguka mpaka inataka kuingia huko chini kabisa. Anayaona, ndivyo anavyoyaona yeye. Daktari, tafiti hii ya mada unayoifanya, unaona inanigusa na mimi. Sema mke wangu kaniambia hivyo hivyo, kusema kwamba ni kweli nimebadilika, lakini kwa miaka mitano iliyokuwa namsumbua, imekuwa kama vile kuna sehemu ya moyo wake ameifunga na hawezi kuifungua ili anipende kama zamani. Dokta, sijui nifanyeje? Unaweza kuona kuna sehemu ya moyo kama vile imefungwa na ufunguo alishautupa zamani, utupia kwa mchepuko. Kapata mchepuko mwingine una dudu kubwa kuliko la kwako mkandamiza vizuri kweli, anajisikia raha sasa. Akiangalia sawa, umebadilika, umepokea kama zamani, umeacha kunywa pombe, umeacha kunywa pombe, siku hizi unywa pombe, unikoromee, unitukane, sawa, umeacha hayo yote lakini mimi tayari nimeshampa chepuko. Chepuko anaweza kufungua na nilamba kila sehemu, wewe ujai kunilamba lamba. Sasa siku hizi nikakwambia, kama nimelamba huko nje. Sasa hivi kuna vitu vimeongezeka, na hivyo vihitaji usiache kunikolomea, sawa? nilikuwa nikwambia uache kunikolomea, usichelewe, usichelewe kurudi nyumbani. Sasa hivi unawai kurudi unikolomei, sasa ndivyo vitaka. Sasa hivi nataka kulambwa kila kitu, mpaka sehemu ya haja kubwa. Ulambe, utaweza? kwa msela, msela lama, kuyaya, na nilamba mpaka sehemu ya haja kubwa. Wewe utaweza? huyu ana kukasirikia kweli, anaona wewe ndio unemzuia asiendelee na huyu msela mahitaji yameongezeka sasa hivi. Umerudi umejirekebisha, mahitaji yameongezeka na hivyo vitaka sasa hivi ni vikubwa mno kuliko vile vya zamani. Nimeonyeshwa huku, kuna mtu kalionyesha huku, wa mjui mjui, nimeonyesha vitu vingine vitamu kuliko vile nilivyokuwa nakwambia unifanyie mejeza, vitamu vingi. Ukisha viona uwezo tena, ukaziaviona tena, viko kwenye akili yako, vimeshaingia ndani ukisha wazungu If you see it you can't unsee it <laughs> if you've seen it you can't unsee it <laughs> <laughs> eti kisha mnyonya mwanaume mnyonya dudu lake, utaweza ukafuta tena kwamba asijue kwamba ulimnyonya? unaweza ukafuta kwamba asijue ulishawahi kumnyonya? Inawezekana. <laughs> Haleluya. Kwa hiyo haya mambo ndugu yangu yarekebishe mapema. Jitahidi kumuhakikishia kumhakikishia mpenzi wako kwamba kweli mnakupenda. Jitahidi sana. Sio unaambiwa makosa yako na kuwa mkali. Unapata shida kuomba msamaha. Unaona bwana? Wewe unataka mtu ajishushe tu, ajishushe tu, ajishushe tu. Hamna. Kuna mahali atachoka kujishusha. Nafikia tu atachoka kujishusha. Wewe unaona sasa hivi tu anajishusha, unaona sawa, lakini kifikia hatua amechoka na hata kama imeshalambwa, Uko nje. Umerambwa vizuri, we mwanaume mwanamke man, ujawai kunyonya korodani zangu kazibugia. Ujawai kuzinyonya, nimetoka nje uko sasa. Bora utoka ndani nyima nyumba. Utoka nje, korodani zinanyonywa sireka. Mpaka mwanaume mwanamke mwanamume anashangaa, mwanamke utafikia kibogoyo. Mbona wala korodani zangu haziumizi uja kwa ku kwa rusa korodani kol, kol, zangu kwa meno utafikia huko kibogoyo. Ile stori ya kweli nakupa wewe mwanaume Tua. Ni mwanaume anamsifia mwanamke. Anamwambia yani, hujawahi kunikwaruza, utafikia wewe ni, Tafki, uja, ni kibogoe, huna meno. Sasa ameshakutana na viwango vipya. Hata vile vya zamani alikuwa anavitaka. Naona kwamba ah. Bana, naona yani tuvunje tu ndo. Tuvunje tu ndo. Tuvunje tu ndo. Hata mtu umejitahidi kubadilika kweli. Umechelewa. It's too late. Wazungu wanasema. It's too late. Sasa, ndugu zangu, nawaambia hivi ndo. Endeleeni kuangalia hii channel ina mambo mazito sana na video hapa zaidi ya elfu mbili na mia tano na video zaidi ya elfu mbili na mia tano kwenye channel, endelea kupekua, utakutana na mafundisho mazuri sana na kama unahitaji video za jinsi ya kunogeshana nini, tangazo naliweka hapo chini liangalie. Na kama unaangalia video iko mara ya kwanza, isajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Ikutakie heri katika jina la Baba na Mwana na Roho.